Msanii Wozu pamoja na mke um, wake tunaweza tukamuita hivyo, wema Wema Sepetu, wameingia kwenye headlines kwa mara nyingine tena baada ya kile ambacho wameweza kukifanya, jambo ambalo limewashtua watu wengi sana. Tunafahamu e, juzi kati kulikuwa kuna e, mwaliko wa kibao kata ambao wozu aliweza kuupata Nandy akiwa amemwalika kwenye hizo sherehe za kibao kata. Tunafahamu ni sherehe za wanawake wanawake hizi, lakini Whozu alikuwepo, ni mmoja wa watu ambao walialikwa kwenye kile kibao kata, walikuwepo mna ndani watu kama Kotina, vitu kama hivyo. Sasa kuhudhuria kwa Whozu kwenye ile sherehe imezua mgogoro mkubwa sana kati ya Wema pamoja na Uozo. Tunafahamu hawa watu wamekuwa ni watu fulani vya drama nyingi. Kuna wakati unasikia kama wameachana, wanakaa muda muda, baadaye unaona kama vile wamerudiana, wanaonekana pamoja. So wamekuwa ni watu fulani hivi ambao ni kama vile hawaeleweki. Sasa kuna moja sakata jipi ambalo limekuja kuzuka baada ya Wema Sepetu kuonekana anamfanyia noma Whozu, lakini kabla sijaweza kukwambia hiki hapa hivi, mimi nikukumbusha mdogo wangu wa maana, kama ulikuwa bado hauja subscribe, basi tumia sekunde moja tu kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, video baada hapo like video, kisha kwenye comment comment section, naomba tunaachia comment yako hapa hapa, kutokana na na na hiki ambacho ambacho mimi nataka niweze kushare na wewe hapa, kuhusiana na kile ambacho kimeweza kutokea kati ya Whozu pamoja na bebi wake Wema Sepetu baada ya Whozu kuweza kuhudhuria katika zile sherehe za kibao kata ambazo Nandy aliweza kumpa nafasi Whozu waweze kuzulia. Sasa mi naitwa Gabi Official. Hii ni Bongo Vibe channel namba moja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zile updates zote unakuwa wa kwanza kabisa kuzipata. Kwa hiyo hakikisha tumesubscribe, alafu twende tu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho tuapate kufahamu ukweli wote tunafahamu mara nyingi zaidi hawa watu wamekuwa ni watu fulani hivi wa skendo nyingi sana, mara Wema na uozo kuachana mara kurudiana, na imekuwa ni kama vile mfumo fulani hivi ambao ni continuous, kwa sababu wamekuwa na watu fulani ambao kila imefika time mpaka mashabiki wamewazoea kwamba okay, hawa watu sio wa ku discuss sana, kwa sababu wanaachana na kurudiana kuachana na kurudiana okay. Sasa baada ya hayo yote, tunafahamu Nandy recently alikuwa na shughuli yake ya kibao kata ambapo mwandani walialikwa watu wengi lakini tunafahamu ni shughuli ya kikikekike zaidi. Sasa Nandy alimwalika pia Whozu ambaye sijui kwanini alimwalika, lakini pia walikuwepo watu kama akina Koti ambao hao hakuna discussion ya kuwajadili kwamba kwanini alikuwepo, lakini ishu kubwa ni kuhusiana na Whozu kuhudhuria kwenye ile kibao kata ambacho Nandy aliweza kumwalika, ambapo sasa Wema ameweza kufura kwa hasira sana na kuweza kumfukuza Whozu nyumbani kwake na kusema kwamba hataki kabisa kuweza kumwona Whozu. Eh, akirudi nyumbani sasa, namaanisha kwamba kuna ile sehemu ambayo Wema anakaa. Nafahamu Wema na Whozu walikuwa hawakai pamoja, lakini ile kutembeleana na vitu kama hivyo. Sasa Wema amempiga marufuku Whozu kwamba asiweze kufika nyumbani kwake, na hataki kumuona kabisa, kwa sababu ya yeye Whozu kuweza kukubali kuhudhuria kwenye sherehe za Kibao Kata ambazo aliweza kualikwa na Nandy. Sasa ni kama vile mapenzi yameisha hivi lakini imekuwa ni drama fulani hivi ambayo imeweza kuzoeleka, kwa sababu hawa watu wawili wamekuwa wakifanya hivi continuously, kitu ambacho hata mashabiki ni kama vile wameweza kuchoka. Lakini awamu hii huenda imekuwa ni serious sana kiasi kwamba wengi wanadhani kwamba huenda Whozu na Wema ikawa ndio mwisho wao hapa, hawatokuja kurudiana tena na vitu kama hivyo. Mengi yanasemwa, lakini comment yako ni ipi? Unadhani inaweza kama ni michezo tu ile ile kwamba Wema anaongea hivi, lakini kesho na kesho kutwa watarudiana au nadhani kwamba Wema anaweza kaa ameamua ku move on pengine kutafuta penzi sehemu nyingine, na kwamba amemchoka Whozu. Comment yako ni ipi? Uambia hapo chini ya hii video, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe kama kawaida, kwa ajili ya kupata updates mbalimbali mbali.